Ukiangalia dunia kwa jicho la tofauti unaweza ukagundua kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anafikiria kubadilisha maisha ya mwingine. Nobody is thinking about to change the life of another. Kila mtu anafikiria ni namna gani anaweza kubadilisha maisha yake. Sasa itakuwa ajabu kama umekaa unasubiria, kwamba au unaamini kuwa kuna mtu atakuja kubadilisha maisha yako, utakuwa una fairy brother. Utakuwa una feri sister, utakuwa una feri mama, utakuwa una feri baba, kwa sababu kwenye ulimwengu wa saizi kila mtu anafikiria maisha yake ni vipi atayakomboa maisha yake, ni vipi atapiga hatua. Nobody is thinking about you. Na binadamu ni selfish kwa kiwango ambacho kimekisiri sana. Ukitaka uthibitishe kuwa binadamu ni selfish, jaribu kujiangalia wewe mwenyewe, ukipiga picha na wenzako watano wa kwanza atakuwa nani kumwangalia? Bila shaka jibu litakuwa ni wewe. Hata kama wenzako wametoka vibaya, wewe ukitoka vizuri unaiposti. Sasa uhalisia wa hicho kitu jaribu kuusanisha hata kwenye maisha. Fikiria kama kuna uselfishi mpaka hadi kwenye picha, kuna nani ambaye anaweza kaja kukusaidia kiurahisi wewe? Sasa mpaka unarizika una unakaa ukiamini kuwa kuna mtu atakuja kubadilisha maisha yako, utakuwa unaferi ndugu yangu leo chukua hatua. Najua kuwa binadamu yoyote yule ni selfish. Akija kukusaidia itakuwa ni bahati na ni vizuri, asipokusaidia isiwe sababu ya wewe kubaki nyuma. Chukua hatua leo, kesho yako iwe njema. Kumbuka kuwa ndoto yako inawezekana. Is you to take action thanks. We have to do wonders.